Leo Novemba kumi ni kumbukumbu -kumbu ya Mtakatifu Leo Mkuu, Papa na mwalimu wa kanisa. Leo alizaliwa Italia karne ya nne. Alikuwa shemasi na msaidizi wa Papa Sisto. Mwaka 440 alitumwa Ufaransa kwa majemadari wawili wa jeshi la Roma kuwapatanisha Majemadari hao walikuwa wanagombana sana na ugomvi wao ulihatarisha umoja wa dola ya Roma. Leo alifaulu kuwapatanisha. Baada ya hapo, Papa Sisto alifariki dunia. Na Shemasi Leo alichaguliwa kushika nafasi yake mnamo mwaka 440. Alipata nafasi ya kutumia vipaji vyake. Alikuwa mtaalamu wa teolojia na mchungaji hodari. Pia alikuwa papa mwenye busara na uwezo wa kusimamia mali za kanisa. Kwa sababu ya utume wake uliotukuka, alistahili kupewa sifa ya Mkuu. Alimwandikia barua Kaisari Theodosia, ambaye alikuwa anaingilia mambo ya kanisa. Huyo alisababisha fujo kati ya baadhi ya maaskofu. Papa Leo alimwambia awachie maaskofu uhuru wa kutetea imani, kwa kuwa hakuna uwezo wa serikali utakaofaulu kuiangamiza imani. Papa Leo alikabiliana na matukio makubwa ya kisiasa. Atila, mfalme wa kabila la Wahunu, na Genseriki, mfalme wa kabila la Wavandali. Wote wawili pamoja na majeshi yao walivamia nchi mbalimbali na kuziangamiza kabisa. Watu waliogopa kuwa watavamia mji wa Roma. Papa Leo aliwaendea wafalme hao wawili. Akafaulu kuafikiana nao kwamba watawazuia askari wao wasiwaue watu wala kuchoma moto nyumba yoyote, lakini askari wao walivamia Roma wakajitajirisha sana. Wiki mbili baadaye wakatoka tena wenye mateka wengi na mali nyingi sana. Leo anakumbukwa sana kwa mafundisho yake juu ya Yesu Kristu kuwa na nafsi moja, yaani ile ya kimungu na hali mbili, nazo ni ya kimungu na kibinadamu. Akiwa Roma, aliwaandikia barua maaskofu waliokuwapo kwenye mtaguso mkuu mjini Kaisedoni huko nchini Uturuki mnamo mwaka 451. Juu ya mafundisho hayo, barua hiyo ilieleweka vema hata jumuiya yote ya maaskofu akasema kwa pamoja, Petro amesema kwa njia ya leo. Tangu wakati huo, ufafanuzi wake Papa Leo umekuwa mafundisho rasmi ya kanisa. Kwa hiyo, aliyafutilia mbali mafundisho ya Eutiko na wa Monofisti kuwa Yesu ana hali moja. Papa Leo alifanya mabadiliko makubwa katika kanisa akisisitiza mamlaka ya kiti cha Petro na kumtaka Kaisari wa Roma asiingilie mambo ya kanisa. Papa Leo alimtumainia Mungu katika kila hali hata kama iwe mbaya kiasi gani. Alisali sana, alifanya kazi kwa bidii kubwa akawa yote katika yote. Mafundisho yake yamebaki kuwa hazina kubwa kwa kanisa. Kwa hivyo hakuweza kamwe kukata tamaa. Alikuwa papa kwa muda wa miaka 21. Alipata upendo na ushirikiano kutoka kwa kila mmoja, matajiri, masikini, makaizari, mapadre na waamini wote. Aliaga dunia tarehe kumi ya mwezi Novemba mnamo mwaka 461. Tafakari. Msalaba wako e Bwana ni chemchemi ya baraka zote. Chanzo cha neema zote. Kwa msalaba wako waamini wanapata nguvu katika madhaifu yao, na utukufu katika kuwaibishwa, na uzima katika kifo. Hayo aliyazungumza mwenyewe Mtakatifu Leo. Mtakatifu Leo Mkuu, papa na mwalimu wa kanisa, utuombe. Hii ni sauti ya Pasko Tuliano. Tumsifu Yesu Kristo.